Diamond Platinum amezua gumzo kubwa siku leo kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya ujumbe huu ambao ameweza kuuandika kupitia katika peji yake ya Instagram kupitia Insta story, akiwa anaonesha wazi kwamba kuna jambo lake ambalo atakuja kulifanya baada tu ya kumaliza ziara zake za kikazi huko nje ya nchi. Atakapofika hapa nchini Tanzania, basi kuna jambo ambalo amepanga kulifanya, lakini pia hilo jambo liwashangaza sana watu wengi, kwa sababu Diamond Platinum mpaka um, anafikia hatua anamuoa msanii Zuchu. Mara nyingi sana watu walidhani au kufikiri huenda Zuchu akawa ni mmoja tu kwa Diamond Platinum, na wala Diamond asije akaja akaoa wanawake wengine, lakini Diamond Platinum ameweza kudhibitisha wazi kwamba anataka kuoa mke wa pili. Jambo hili uh, eh, sio geni kwetu, eh, wala swala hili sio geni kulisikia masikioni mwetu, kwa sababu mara nyingi sana Diamond Platinum tumesha mzoea ni mtu wa drama nyingi, ni mtu ambaye anapenda sana mambo ya scandal, anapenda sana na mambo ya keki. Sasa katika hili swala Muhusika mkubwa ni mwanadada Wema Sepetu, kama ambavyo tunafahamu Wema Sepetu, baada tu ya kupata ujauzito na kutangaza hadharani kwamba ujauzito huo ni wa msanii Diamond Platnum, tumeweza kuona mambo mengi sana yameweza kutokea. Familia ya Diamond, kina mama Dangote, kina Esma Platnum wameweza kumsogeza Wema Sepetu karibu, wameweza kuenjoy naye, wameweza kumfariji, wameweza kumfurahia. Jambo hilo limepelekea Diamond Platnum afikirie jambo lingine, uh, kubwa zaidi kwa Wema Sepetu. Ukiangalia ni mrembo ambaye aliwahi kuwa naye katika mahusiano ya kimapenzi lakini sasa hivi ni kama vile penzi lao limerudi upya na, unaambiwa, sababu kubwa ya Wema Sepetu kuachana na Ozo, ni msanii Diamond Platinum. Diamond alikuwa anaichapa chini kwa chini kwa Wema Sepetu kwa siri sana bila hata ya Zuchu kufahamu Zuchu nakusema kwamba uh, pindi nikirudi Tanzania nataka kuongeza mke wa pili. Ni nani na ni lini mtajua baada ya kufika. Namaliza mwaka na baraka ya ndoa, ya ya ndoa ya pili. Mie Zuchu, inabidi unielewe, mama. Nitawahudumia kwa usawa na kuwapenda kwa usawa na kupenda sana mke wangu, jitahidi kulifikiria na kulikubali pia. waifu akamchumu kamchumamca. Jamani, huu ni ujumbe wa Diamond ambao ameweza kuuandika katika peji yake ya Instagram, akiwa kama vile anamwandikia Zuchu au anamwandaa Zuchu kisaikolojia, anatakiwa aelewe kwamba Diamond atakapofika hapa Tanzania anataka kuoa mke wa pili na wala hataki maelezo mengine, na ukiangalia Diamond Platnumz dini yake inamruhusu ana uwezo kuo wa kuoa mke wa pili, na maisha mengine yakaendelea, kwa sababu ni jambo la heri na ni jambo ambalo hata dini yao ya Kiislamu inaruhusu. Diamond anaruhusiwa kuoa wake wanne. Sasa hivi ana mke mmoja, lakini bado kuna wake watatu wanamsubiri Diamond Platnumz, na ukiangalia na ukifuatilia takwimu, wanaume wako wachache sana kuliko wanawake. Hivyo basi hata ndugu zetu wa Kristo wangefikiria hili swala mara mbili mara mbili. Mbona kuna watumishi wa Mungu wakubwa tu wa huko kwenye Biblia wa kina Sulemani, walikuwa na wanawake wengi. Sulemani alikuwa wa na wanawake elfu moja. Ukiwaangalia watumishi wa Mungu akina Ibrahimu, Ibrahimu ilifikia hatua mpaka akalala na dada wa kazi, lakini bado utukufu wa Mungu ulikuwepo juu yake. Kitu gani jamani kinawashinda ndugu zetu wa Kristo na wao kuwabariki hawa wanaume na kuwaambia kwamba waoe wake wawili watatu wanne ili mradi kupunguza zile tamaa za kutoka nje ya ndoa. Eh, mtu akiwa nao katika ndoa atatulia, lakini kwa hao wanaume kutulia ni ngumu jamani. Akisha wazoea wake zake, hata kama ni wanne, lazima tu ataenda na nje, hata tamani kuongeza watano wa sita. Tamaa ni kitu ambacho kimeumbwa kwa wanaume wote. Wanaume ndio maana unaambiwa wote hawa ni baba mmoja mama mmoja wamezaliwa hivyo. E, tamaa zao ni kawaida e, ya mwanaume kupata tamaa. Sasa Diamond Platnumz ameweza kumfikiria Wema Sepetu kwa jicho lingine la tatu kwamba anataka amuoe, e, mke wa pili, lakini Diamond Platnumz hajatangaza rasmi jina ni nani e, na wala hajataka kutaja hapo, lakini baadhi ya tetesi ambazo zimesambaa mitandaoni inaonyesha wazi ambaye anakuja kumuoa hapa ni Wema Sepetu. Wema Sepetu, baada ya kuachana na Ozo, tulitegemea labda watarudiana, lakini kumbe Wema tayari alikuwa na mahusiano na msanii Diamond, na mambo mengine yalikuwa mazuri kabisa kama hivi. Diamond amempatia ujauzito Wema Sepetu, anaenjoy zake maisha. Lakini kwa upande wa Zuchu ni maumivu makubwa ambayo anapitia, kwani ni jambo ambalo hakulitarajia wala hakulifikiria. Labda huenda angeletea mwanamke mwingine ambaye labda sio maarufu, yeye binafsi angekubali, lakini ndiyo Wema Sepetu, ndiyo ex wako jamani ye. Inauma sana, usiombe yakakukuta wewe. Kama shabiki unalipi la kuzungumza, utochia maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe kulike, and turn on notification.